Leo nina asili locks. Hii nywele ni nzuri, ni nzuri, ni nzuri sana. Una uwezo wa kuibana, unaweza kufanya vyovyote ambavyo unahitaji. Lakini uzuri wake pia, una uwezo wa kuisuka zaidi ya mara mbili. Yaani ukaisuka, ukaifumua, ukairudia tena, ukairudia tena. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unajifunza kusuka nywele za design hii asili locks, itakusaidia. Anza kusuka vibutu. Hivi vibutu ambavyo nakuelekeza ukinunua. Kwa hiyo vyema zaidi ukahesabu nywele zako. Mfano labda kwenye bunda moja kuna vibutu aimini, kuna nywele labda ishirini. Kwa hiyo vibutu itabidi usuke ishirini vibutu, viendane na idadi ya nywele ambayo iliyopo. Sawa sawa, kwenye upande wa kusuka nitatumia sindano ya crochet. Lakini pembeni nitakuwa na nywele nyingine ambayo nitaifumua. Ile nywele ndo nitaitumia kwenye kuisokotea kwenye nywele yangu, sasa upande wa chini iweze kukaza vizuri. Hii hapa ndo nayoizungumzia. Unaweza kutumia rasta ya kinky style au ukatumia hii hii asili locks, ukaifumua ukaifumua, ndio tukapata hii ambayo tunasokotea hapa. Uzuri wa usukaji huu, unaweza unaweza kusuka kwenye nywele fupi kabisa, kwenye nywele ndefu kabisa, vyote vinawezekana. Kwa hiyo tutasokota mpaka pale ambapo nywele yangu mimi imeishia. Nywele yangu nimeikunja, nywele yangu nimeikunja, kwa hiyo sitosokota urefu, yani haitakuwa urefu sana Sawa. Kwa haa, kama mteja wako ana nywele ndefu, ikunje nywele yako ili usihangaike, alafu pia utafunga fundo, maana fundo nilivyotengeneza mimi utafunga fundo hivi. Baada ya hapo, hii inaoning'inia utaikata, sawa, ili kazi yako ibaki kuwa smart zaidi. Naomba nikukumbushe, mimi jina langu ni Farida Othman, lakini pia una uwezo wa kuendelea kujifunza kupitia madarasa yetu ya WhatsApp ambapo unachotakiwa kufanya ni hapa YouTube yetu hakikisha umegusa button iliyoandikwa subscribe, hiyo button nyekundu, alafu utagusa alama ya kengele, like video hii, comment, njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaiona kwenye screen. Hiyo itakusaidia nini? Kwa sababu tayari umesha soma YouTube, haijalishi umesoma kwangu, umesoma sehemu nyingine itu, okay lakini kule kwenye grupu tutakutana na watu ambao tayari wengine wanajua, wengine hawajui. Kwa hiyo tunapokutana na watu tofauti tofauti, alafu tunafanya kitu kimoja wote, ni wasusi wote, ni makeup artist, basi itatusaidia sisi kuendelea kujifunza vitu vingine vingi kutoka kwa wale ambao tayari wamekwisha kututangulia. Sawa sawa, kwao ni rahisi sana. Kitu kingine cha kuzingatia unaposuka hii nywele basi, uh, upande wa vibutu usivikaze sana, kwa sababu ukivikaza sana hauwezi kupata matokeo ambayo ni mazuri. Utafika ule muda wa kutumia sindano ya crochet, halafu wewe umekaza vile vibuchu vya nywele ya mteja, sindano ile haitopita au utajikuta unamuumiza mteja wako, sawa sawa. Nadhani kwenye hilo nitakuwa nimeweka sawa. Mbali na hapo, tuna mafunzo ya live, chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Tunafundisha uh, mambo yote yanayohusiana na saluni, lakini pia mbali na hapo, tunakupokea hata kama haujui chochote, huna idea yoyote, tutakupokea vizuri, tutakufundisha na tutakuelekeza vizuri kabisa, sawa sawa. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo unapaswa kuvizingatia. Mbali na hapo, wale ambao mnatokea mikoani, hostel zipo kuanzia shilingi laki moja kwa mwezi, lakini pia kwa wale ambao mlipo Dar es Salaam, mna uwezo wa kwenda na kurudi, vile vile tunapokea wanafunzi kuanzia darasa la saba kuendelea. Kwa hata kama umemaliza zako darasa la saba, maliza form 4, maliza chuo, hujasoma kabisa, una akili zako timamu, nahitaji kujiunga na kozi hii, karibu darasani, tutakupokea. Mafunzo na huduma tunazotoa sisi ni za uhakika, kwa sisi tunachoweza kusema ni karibuni sana. Turudi kwenye somo letu la Asili Locks. Umeona nikiisuka nywele yangu inavyokaa sasa, kwa ndo nitasuka hivi kichwa kizima, lakini rasta niliyotumia ni hii hapa, ni Asili Locks kutoka Darling Tanzania. Umeona ina rangi nyingi, kwao ni wewe tu kuangalia rangi gani ambayo unahitaji. Unaona unavotumia sindano yangu ya crochet. Unaona unavoipachika ile nywele ya mteja. Hivi naivuta. Kwa hiyo ingekuwa nywele yangu ni fupi na mtu ungekitungeishia tunge hapo tungeanza kutumia nini? Tungeanza kutumia ile rasta kwenye kusokota. Lakini kwa kuwa nywele ya mteja yangu ni ndefu kidogo, kwa hiyo nitaikunja. Hii nitairudisha kwa upande wa juu. Ni rahisi sana na hakuna ugumu. Kwa kwa wewe ambaye unajifunza kusuka, kuna nywele nyingine ambazo tunaweza tukakufundisha zile nywele rahisi, ukaendelea kufanya zile nywele rahisi at the same time ukaendelea kujifunza nywele zingine ambazo you feel like kwamba hizi nywele zitakuwa ni ngumu. Sawa, kwa hiyo tuna njia rahisi ya kukufundisha, lakini pia niwape moyo, uh, kwa wale wadogo zetu ambao tayari umemaliza zako form 6 unataenda zako chuo, unataka kwenda nje kusoma, basi jitahidi uondoke na ujuzi huu. Ni mwezi mmoja tu na kutosha kupata vile vitu ambavyo ni basic, lakini pia iende kakusaidia. Uwezi ukaondoka huna ujuzi wowote, lakini nikwambia tu saluni ni kazi ambayo ni nzuri, ni nzuri, nzuri, nzuri sana. Kwa kama ni mzazi mlezi, mlete mwanao aweze kunufaika na fani hii. Kwa baada ya hapo, nitakachoenda kufanya nywele yangu mimi nita kwenda kuibana nitabana mitindo kama mitatu tofauti, lakini mingine tuendelea kufundishana. Yes, staili ya kwanza una uwezo wa kuiachilia hii nywele kama ambavyo nitakuonyesha hapa kwenye video yangu, unaweza kaachilia hivi. Staili ya pili unaweza kabana kidoti kama hivi. Staili ya tatu unaweza kazibana zote ukaachilia upande wa mbele. Staili ya nne unaweza kazibana zote au kaiachilia au kazibana zote upande wa nyuma kama hivi. Mimi ni Farida Othman, subscribe channel yangu, jiunge na magrupu yetu, njoo chuoni ujifunze. Mimi ni semi, asante, naendelea kujifunza nasi, tukutane katika video inayofuata, kwa kwaherini.